Hifo hifo. Kwa kama mwulize mwenyewe mafuta na nasi ya nini? Basi sawa, nitamuuliza ila kilicholeta ni hicho. Sindiyo? Ah, mimi sijui kusamehe, anajua tu kudhibua. Wewe cha msingi wewe mdhibie wewe. Mdhibie wewe wewe. Shaab, mbona uko sifuri sifuri? Mshina shida. Basi sawa. Kwa hiyo unanunua nini? Uko ndani? Mm.

Hivyo wataka, unajishughulisha na kazi gani? Kusema ukweli, ndio mimi nilisomea uchumi mm -hmm, nikawa na kazi yangu nzuri tu mm -hmm, lakini ile kazi nikapoteza mwenyewe. Ulikuwaje mpaka ukapoteza kazi? Sababu ilikuwa ni mwanamke. Amini kupoteza kazi mm -hmm. Mimi nilikuwa uh -huh. naishi na mwanamke sio uh -huh. mwanamke tu alikuwa ni mwanamke mzuri sana. uh -huh. Lakini yule mwanamke akawa akawa anapenda mapenzi sana kuliko hata kazi. uh -huh. Sasa kila kukiwa kumekucha, yeye uh bado -huh. anahitaji mapenzi na mimi sasa. Mimi baada ya kuchezea kwenye tisini, nilikuwa nachezea kwenye mia mpaka na sabini, umeona. Sasa mimi, kadri siku zinavyozidi kwenda, bosi wangu akachoka kunikumilia, mwisho wa siku ikafikia hatua nikafukuzwa kazi. Baada ya kutoka pale, nikaenda nyumbani, nikamfikishia na ile barua ya kufukuzwa kazi. Niliofika nikampa na yeye aone, akadai kwa yeye haimuhusu. Na yule mwanamke baadaye, nimekuja kukaa naye miezi mitatu tu, akamua kuniacha, nikabaki mwenyewe mpaka leo. Pole sana ndugu yangu. Pole. <tipos> Hivi unaonaje ukitafuta uki kazi ya kufanya, na wewe walau jishughulishe upate chochote kitu. Unajua madeni yamekusonga sana. Hilo <tipos> pia ni wazo. Unajua na, mimi ni mtoto kiume kwa hiyo lazima nipambane, nitafanya kazi wazo lako. Na pia wazo lako ni zuri. Basi sawa.

kama ingewezekana tungeenda kushirikiana ili kwamba ukajiokotea 2200 eh, upate hela ya maisha ah. <laughs> Ah, okay ni sawa hmm. Ndugu yangu wazo lako ni zuri sana lakini, usichokijua ni kwamba mimi hapa nilipo nina degree ya uchumi. Sasa leo siwezi mimi toka hapa, sijui na maspana, sijui nini eh, niende nifanye kazi ambayo sina professional nayo hmm? Inakuwaje hapo yaani, it doesn't make sense mwanangu kabisa yaani. Tobi, sikiliza, kinachoweka mtu mjini sio elimu alionayo, kinachoweka mtu mjini ni kazi anayoifanya na siku hizi ajira ndio hizo brother. Wewe kusomea uchumi haimaanishi usifanye kazi nyingine. Sawa, unachozungumza ni sawa, mimi nakuelewa, isitoshe wewe ni mwanaume mwenzangu. Sawa, siwezi bishana na mawazo yako, lakini kwa ujumla mimi ni kwamba siwezi kufanya hiyo kazi.

Pole rafiki yangu sawa, ndo nimehamia huko. Jamani, pole rafiki yangu. Umemota, sijaja kuona usijali, najua ni majukumu na okay, yes, mm. tu alikusonga okay. okay. lakini naoni sawa, nafurahi kusikia hivyo maidali. Karibu nikuleteni maji tu.

Mimi ngoja niongee. Asante kwanza, najua kabisa sijiweze kufikiria jambo langu la kimsaada bila kwa waziaji

Aha, sawa. Hmm? Ah, kwa sasa umekuja kipindi kigumu sana. Ila yeah. tunalifikiria tukupe jibu. Ya, yeah, Jumatatu tatu nje chukua jibu. Okay, basi sawa. Mimi nashukuru. Acha ni niende basi ni waje. Sasa ni kwanza. <sighs> <So, yi>, <sighs> Kuna ile dogo nilibakisha hapa mfukoni kusaidia sisi siku chache hizi hmm? Kwa ah, mwanangu mkwabua oh, asante sana hizi